Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam leo Juni 27 inasikiliza maombi namba 14496 mkwaju 2025 ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Tundu Lissu dhidi ya Jamhuri akitaka mapitio ya mahakama kuhusu uamuzi wa Hakimu Mkazi Mkuu Godfrey Mhini kwenye kesi ya uchochezi namba 8606 Jamhuri ya dhidi yake. Lissu amefungua shauri hilo kwenye Mahakama Kuu akiomba kupitiwa kwa uamuzi wa Hakimu Mhini unaotokana na ombi la Jamhuri la kuwaficha mashahidi wasiokuwa askari kwenye shauri hilo. Katika maombi yake, Lissu anadai kuwa kitendo cha kuwaficha mashahidi hao kuna athari haki yake ya kujitetea. Endelea kutufuatilia mitandao yetu ya kijamii kwa ajili ya mwendelezo wa kesi hii na pindi ambapo kutakuwa na mwendelezo wa taarifa hii. Lakini pia nikukumbushe, kama utakuwa ni mgeni katika mitandao yetu ya kijamii basi, unaweza ukabonyeza subscription button hapo chini ili uwe wa kwanza kupata habari pamoja na matukio. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.